Ni saa saba saa zetu za Afrika Mashariki. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za mchana za TVC247, kituo kinachoaminika kwa taarifa kemkem. Mimi ni Martin Bs, ungana nami hadi tamati, lakini kwanza tuanze kwa yaliyomo. Wizara ya Elimu ilitoa matokeo ya mitihani ya KCSE hapo jana. Mwana mazingira Trufena alikamilisha safari yake kukumbatia mti. Michezoni, Real Madrid ya mlia kichapo cha mbili kwa moja kutoka kwa Manchester City mbele ya mashabiki wa nyumbani ndani ya Santiago Bernabeu. Na kimataifa, ndege ya kijeshi ya Nigeria ilivamia Burkina Faso na hivyo basi toaodi kujibu mapigo. Trufena Mdoni hatimaye alikamilisha jaribio lake la kuhamisha jaribio lake la kukumbatia mti. Hivyo basi wanaharakati wa mazingira, watazamaji wa kawaida pamoja na viongozi wa eneo la Nyeri walikusanyika kwa shauku wakati alipoachia mti huo, huku akionekana mnyonge lakini mwenye tabasamu la ushindi. Mara tu baada ya kukamilisha jaribio hilo, Trufena alipelekwa kupumzika na kupatiwa huduma ya kwanza ya kitabibu ili kuhakikisha hali yake ya mwili na akili iko sawa. Hapo. Helele, Hei, helele, helele. Helele. Oh. Helele, helele. Daktari aliyekuwa akisimamia shughuli hiyo alithibitisha kuwa pamoja na uchovu alionekana wazi, alifikia mwisho wake akiwa katika hali thabiti na ya kurejesha kiafya hatua yake imewavutia wadau wengi. Kampuni za bidhaa rafiki kwa mazingira, mashirika ya vijana na wanaharakati mashuhuri walituma salamu za pongezi, wakimtaja kama shujaa wa mazingira. Mbunge Gadhoni wa Mchomba alitangaza kumpatia turufea na usambazaji wa taulo za kike za mwanamke mzima zinazotengenezwa kwa malighafi rafiki kwa mazingira kama njia ya kumpongeza kwa kujitolea kwake kutetea spishi za miti ya asili. Aidha, kampuni ya Ecobana Limited ilimtangaza kuwa balozi wa balozi wa mpya wa bidhaa zao za mazingira, ikitambua ubunifu wake na ushawishi kwa vijana na ujumbe dhabiti wa uhifadhi unaosukumwa kwa nguvu zote. Ushahidi kwa Guinness World Records kwa ajili ya uthibitisho rasmi wa rekodi ya mpya ya saa 72, mashabiki wake wamepata mtihani mkubwa. Kwa safari yake itakuwa kwa safari yake itaiweka Kenya katika viongozi wa dunia katika ubunifu wa kampeni za uhifadhi wa mazingira. Tangazo hilo lilipokelewa kwa shangwe na jamii ya wanamazingira ambao wamesema, hata hiyo hata hivyo itamwezesha kufikisha ujumbe wake kwa hadhira kubwa zaidi. Wakati akizungumza na wanahabari muda mfupi baada ya kupumzika Trufen, alisema kuwa mafanikio hayo si kwa ajili ya binafsi bali ni ishara na matumaini kwa misitu ya asili inayotoweka. Alisisitiza kuwa changamoto yake imeonyesha kuwa vijana wanaweza kuchukua hatua wa za ubunifu na zenye athari kubwa katika kupaza sauti ya uhifadhi. Aliahidi kuendelea na kampeni hizo. Aliahidi kuendelea na kampeni zake za kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kuzipanda miti na kuwa na uthibitisho mzuri kwenye mazingira. Na huo ndo mwisho wa taarifa zetu za mchana hii leo ikiwa ni Disemba kumi na mbili wakati ambapo Uh, taifa linasherekea siku ya jamhuri. Nimekuwa msomaji wako Martin Beza, ungana nasi kila siku ndani ya TVC 247 na ukumbuke kutufuatilia kwa mitandao ya kijamii: Facebook, Twitter, Instagram pamoja na WhatsApp at TVC247. Kwaheri.